Kuna vitu ambavyo nimejifunza mimi kwenye ushirika wetu wa mbogamboga na matunda kwenye mji wa Tunduma tulijikita e, zaidi kwenye uzalishaji tu. Kumbe ndani ya ushirika tume, kwa masomo tulivyojifunza leo, unaweza ukaweka na ushirika wa akiba na mikopo kwa mle mle ndani, tukajikuta tuna vyama viwili, chama kimoja tunazalisha chama kipi, kingine tunakopeshana. Hili ni jambo ambalo tumelipata ni mpya na nadhani sasa tunalibeba na tutaenda kulifanyia kazi. Kwa kweli tumejifunza kwa kupanuka, kwa maana ya kwamba tulikuwa tumekita kwenye upande mmoja tu, na kwenye zao tuliokuwa tumejifunza tunaliokuwa tunalima siku zote ni nyanya, ilikuwa tunapitia kwenye changamoto nyingi, lakini tulikuwa tunashindwa kubadilika kwa sababu tulikuwa hatuna elimu ya jinsi ya kuweza kubadilisha na kuangalia mazao mengine zaidi zaidi, mimi nimejifunza hasa kwenye upande wa masoko, kwamba kumbe tunatakiwa kwanza tutangulie, tujue soko kabla ya kuanza kuzalisha. Kwa kweli hili nimelielewa kwa uzuri sana, kwa maana sasa hivi tutakapokuwa tunaondoka hapa, tutaangalia soko, soko la karoti linasemaje, na ni wakati gani karoti zinakuwa zimeadimika, ili tuweze kuzalisha. Soko la kitunguu saumu likoje? ko kwa masomo niliyojifunza leo Nadhani sasa uchumi itakuwa ni rahisi. Tulikuwa tunazalisha kwa kuzalisha tu kwa mazoea, sasa tunaenda kuzalisha kwa biashara, kwa maana ya kwamba tunakuwa tumelifahamu soko kabla ya kuzalisha, kama kauli mbiu inavyosema, anza na soko, ingia shambani, kwa kupata mapato mazuri zaidi.